Ukiangalia ile linki ya eh, majaribio ya yeye kuuawa ni mea, mengi sana. Kwa nini yote hayo washindwe wa, wa kufaulu? Ni kwa sababu kwa sababu oya oya oya mm kwa hiyo -hmm. inamsaidia kama tumerogewa, usaliti sasa mm -hmm. Wewe ukiangalia juzi juz anavyozungumza pale eh, tunaaidiwa ukaishi Ufaransa wewe yani, unaisaliti nchi kwa kwenda kuishi Ufaransa wewe na mtoto wako na mke wako mke wako, una akili ni uchawi, tumerogewa kwa sababu unayemwamini ndo anayekuuza. Kwani wanaotuangusha ni wapi? sio ndio wabeba? tunao tunao wabeba ndo wanaotuangusha, naishi nao, tunao wasaidia ndo wanaotutangaza mabaya. Sasa nani wa kumwamini? hmm. Kwa msione watu wanavimba au wana protocol walinzi wengi, hapana, watu wanajihami hmm. watu washata wa, watu washaf, washatengeneza wa wa ustarabu wenyewe, kwa, kwa wa kuja wenyewe wakataa kuachiliwa mbwa emwe vizuri, watu wanatembea nazo kwenye viuno, kwa sababu wameshaona sio sehemu ya amani tena au ya usalama bwana. Hey, oya, hivi wewe unafikiri kwa nini atoe mkono yule? Ni mafia, anajua. Yaani mtu anaweza, yuko tayari huyu, tupambane naye mpaka anguke. no. Unawauliza faida yenu ni nini akianguka? mm. Ndugu mwandishi wa habari, hakuna msaliti mwenye amani duniani. Hakuna msaliti mwenye amani, hayupo. Kwa hiyo hata kama msaliti ukaenda kuishi, utaenda kuishi huko, lakini utaishi kwa mateso mm. kwa sababu hajawahi kuwa na amani msaliti. Gaddafi kauwawa na afrika aea vizuri, kwa sababu muasi wa hizi harakati anazozifanya Ibrahim Traore mm. Gaddafi alizifanya kwa ukubwa sana kuliko ni, kuliko ni hata Ibrahim mm. kwa sababu Gaddafi kwanza alikuwa tajiri yeye binafsi. Gaddafi ni mafia mm. komando kabisa kwa hizi kazi mm. Gaddafi ana mtandao mkubwa kuliko, kuliko ni Ibrahimu kwa wakati ule mm -hmm. Unaona vizuri lakini alichokifanya alicho wamekuja kujuta juskati au sio? Bana, asante kwa kuichagua PTV Tanzania, Tanzania. Hongera sana kwa huduma yako. Nashukuru sana naona huduma inasonga mbele. Mungu anatusaidia japo changamoto ni nyingi sana. Ni kweli kabisa. Okay, mnapigana vita lakini mtumishi audondoki. <laughs> <laughs> vita ni kali okay. vita ni kubwa sana. Mungu anatusaidia okay. safari ameianzisha Mungu ataifikisha okay. Yes. jambo jema sana mm-hmm. Okay, uh, nadhani namfahamu rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore. Rais anapitia changamoto nyingi sana. E, mapito ni mengi mabaya na magumu juu yake, kama tulivyoona juzi, aliwekewa sumu kwenye chai, lakini kuna msamaria mwema alimtonya kwamba, rais, hiyo chai usinywe, lakini ile chai rais tayari alikuwa ameishika kwenye mkono, kikombe kiko mkononi kabisa cha chai, lakini akatonywa kwamba hiyo chai usinywe, ina sumu. Lakini pia jaribio la kupinduliwa nadhani umepita mitandao, kaona namna jaribio la kupinduliwa, lakini pia kuwekewa sumu kwenye chai. Ulionaje? Niliona tu ni uh, Afrika Afrika ndio inayomaliza Afrika. Afrika ndio inaimaliza Afrika. Kivipi? Msaliti, msaliti, wa, msaliti, wa, msaliti wa Afrika ni Mwafrika. Okay. Ni ngumu mtu mweupe kumshawishi atoe siri za Ulaya. Mm. Okay. Lakini ni rahisi mtu mweusi kumpa mapenzi tu akatoa siri mm. Eh, yani ukimnunulia pombe mtu mweusi tu siri zote anatoa, anaachia eh, lakini ni ngumu mtu mweupe mm, kutoa siri za Ulaya, na hii ili unielewe vizuri mm, wewe angalia hata viwanda mm, Afrika haina viwanda mm, kwa sababu siri wazungu wana uwezo wa kufanyaji wa kutunza siri zinazohusiana na maslahi ya nini yao yao, huku mtu akiacha kazi kwako mm anakwenda kuexpose kila kitu ulichokuwa anafanyaje, ulichokuwa nakifanya pale mm. kwa chuki tu mm. lakini ni ngumu sana Ulaya mm. mambo kuwa wazi mm. yanayohusiana na nini na nchi, sio watu wa kujianika hapana mm. na hata media zao mm. wamezitengenezea uzalendo fulani hivi mm. unaelewa vizuri, kuzungumzia zaidi mabaya yaliyoko mbali mm hasa Afrika, lakini kuzungumzia mema yaliyoko ndani ya taifa lao mm. Kwa hiyo ukiniambia kwa nini yote yanamkuta bwana mm. Ibrahimu, mheshimiwa rais Ibrahim Traore mm. ni kwa sababu ya usaliti ulioko wapi mm. ulioko Afrika okay. E, Afrika ni rahisi kabisa, yaani kuna kati flani nilienda south Africa, mtu mm. mmoja aliniambia hivi, ukijitambulisha usiseme unatokea Tanzania ulienda south, e, ukifika huko usiseme umetokea Tanzania miaka ya zamani lakini, mm. siki, nafika hata miaka kumi yani, na tano iliyopita, ili uwe salama usiseme umetoka Tanzania, kwa sababu atakaye kusaliti ni mtanzania aliyeko kule south, aliyeko south, si mwanadamu vizuri. Sasa ni ngumu sana, wenzetu wazungu Akimwona mzungu popote duniani anamwona ndugu yake e, na yuko tayari kufanyaje? Kumsapoti. hayuko tayari kumwona anaingia kwenye riski yoyote. Mm. ni Afrika. usaliti ndio unafanyaje, usaliti ushamba ndio unaotutesa. Usaliti ushamba na chuki, vitu vingapi hivyo? Eh, vitatu: usaliti ushamba na chuki, chuki binafsi eh, vinatutesa mm. yaani mtu anaweza yuko tayari Huyu tupambane naye mpaka aanguke. Ndio. Unawauliza faida yenu ni nini akianguka? Utanufaika nini? Yaani mm. nyinyi mtanufaika nini, yani, nini? Mm. Unakuta eti kaahidiwa ataenda kuishi ataenda kuishi uh, Italia. Ndio. Sasa unasaliti nchi kwenda kuishi Italia? Ndugu mwandishi habari, hakuna msaliti mwenye amani duniani. Hakuna msaliti mwenye amani. Hayupo. Kwa hiyo hata kama msaliti ukaenda kuishi utaenda kuishi huko, lakini utaishi mm, kwa mateso, kwa sababu hajawahi kuwa na amani msaliti. Uta, kwanza utaki kuishi mm, ni muasi tayari. Muasi anaishije sasa? <laughs> nchi kama China, watu na misimamo mikali eh, mpumzisheni, huu ni mwasi. Mm, sababu ukiwa muasi maana yake umechoka kuishi, na ukiwa muasi maana yake umechoka wanaoishi wasiishi ndio maana yake. Mm. Eh, sasa wewe una, una, una, unatoa taarifa za kutaka taifa liwe uchi kwa wabaya wetu. Lengo ni nini? Lengo wabaya wetu wajue mbinu zetu, wakijua mbinu zetu ni rahisi kutuwataki. Mm, kama walivyomwataki Gaddafi. Kama walivyomwataki Gaddafi. Gaddafi kauawa na Afrika. Mm. Ndio vizuri kwa sababu muasi wa hizi harakati anazozifanya na Ibrahim Traore, mm. Gaddafi alizifanya kwa ukubwa sana. Kulikuwa ni kulikuwa ni hata Ibrahim. Mm. Kwa sababu Gaddafi kwanza alikuwa tajiri yeye binafsi. Gaddafi ni mafia, mm. Komando kabisa kwa hizo kazi Gaddafi, mm. Ana mtandao mkubwa kuliko, kuliko ni Ibrahimu kwa wakati ule, mm. Unaelewa vizuri lakini alicho alichokifanya wamekuja kujuta juice kati hapa. Aliwatengenezea maisha, mm. Watu waoe, watu wasome mpaka university, unaelewa vizuri. Mafuta bure, mafuta aliwapa kila kitu bado alimsaliti. Kwa hiyo mm -hmm. Kwa kifupi, hakuna, hakuna kumwamini mtu mweusi, tusiaminiane mm -hmm. Yani tusiaminiane, yani ukitaka kuwa salama Afrika, hakuna kuaminiana, kwa sababu unayemwamini ndo anayekuuza. Kwani wanaotuangusha ni wapi? Si tunaowabeba? Tunaowabeba tunao ndo wanaotuangusha, naishi nao, tunaowasaidia ndo wanaotutangaza mabaya sasa nani wa kumwamini? hmm. k Msione watu wanavimba, wana protocol walinzi wengi, hapana, watu wanajihami hmm. watu washatengeneza wa, wa wa ustarabu wa kuja wenyewe wakataa kuachiliwa mbwa vizuri, watu wanatembea nazo kwenye viuno kuzabu, so na hey, kwa sababu wameshaona sio sehemu ya amani tena au ya usalama. Bwana oya, hivi nafikiri kwa nini atoe mkono? Yule ni mafia, anajua hmm. Kanuni za nini za kiintelijensia ki sumu wanazotumia watu sana za mikono, unasema uh, kijana mdogo anatoa anatoa tano kwa e, asha wa sasa, hasa unamfundisha nini? mm. Yani wewe raia umfundishe mwanajeshi namna ya kutembea katika kanuni za jeshi mm. Yani wewe ni raia mm. unamfundisha mwanajeshi kutembea katika kanuni za jeshi hapana. Na, wakati yupo ndani ya kambi ya jeshi. Ameza, amezaliwa ameishi ndani ya kambi ya jeshi, anazeekea ndani ya kambi ya jeshi wewe unamfundisha nani? We unamfundisha nini yeye? Unaelewa mm. vizuri sasa. Ibrahimu anajua hizo kanuni mm. eh, kwamba okay, wanaua hivi wanaua hivi wanaua hivi, wanatumia mbinu hii. Kwa hiyo usione kama anadharau kuvaa yale mavitu. Anajua kwamba yeye kwanza anawindwa mm. na ana historia sawa bwana, ya matukio ya marais waliofanyaji waliopita, na nini walichofanyiwa. Kuna yule rais anajihami, rais yule rais Thomas Sankara aliongoza miaka miwili kwenye muula wake. Sasa kilichomfanya afya hakuwa na kava huyu mm. anakava ana kava ya Urusi yule mm. rais wa Urusi amempenda huyu kijana, bahati tu sinajua katika mm. maisha mtu anatokea na kupenda tu mm. e, kwa hiyo yu, yule rais amempenda huyu dogo e, ukishapendwa na mtu mkubwa kama yule inakuwa ni rahisi kwa sababu yule mtu mkubwa ana macho makubwa na baada ya kuona mbali Unaona. Na baadhi ya mataifa anazungumza kwamba uh, Urusi ndio inampa jeuri Ibrahim, uh, of course, ina so kumpa jeuri inamkava, mm. mm. kwa sababu bila hiyo Urusi mpaka leo pasingekuwa na Ibrahim duniani mm. Sawa, ataanguka wakati waki wake ukifika, mm. lakini bado at least, ukiangalia ile, eh, eh, eh, ukiangalia ile linki ya eh, majaribio ya yeye kuuawa ni mengi sana mm. kwa nini yote hayo washindwe wa, wa kufaulu ni kwa sababu oya oyaye, oyaye, kwahiyo inamsaidia. Unapoona baadhi ya mataifa makubwa yanazungumza kwamba rais wa Burkina Faso anatumia vibaya dhahabu ya kwenye nchi yake unatafsiri nini? Natafsiri kwamba viongozi wengi wa Afrika mm. kwa kwa under control, under control. Mm. yani mi siwezi kuja kumuuliza mke wako, kwani unambusu sana mpaka umemtoa alama kwenye shingo mm. sana inahusu nini? mimi natakiwa tu nikuuliza ambao anataka kumchoma kisu sindiyo? sasa sisi hatulalamiki, wewe unalalamika kama nani? mm. hata bwana, wananchi wa Burkina Faso si wapo? mm. wale ndo watakuwa wa kwanza kulalamika mm. kwa bwana, huyu kweli afai, wabebe na mabango sindiyo? mm. e, sasa wananchi wana, wako kimya. waliandamana juzi kwamba huyu ndio rais wetu tunampenda. Ukiacha e, wale wale kule wale, wale, wale, wale, wale, Ulaya machawa waliolipwa hela kule, waliandamana Ulaya walikuwa machawa wale na uneva noro ni mwao labda wanampenda rais. mm. Lakini bwana, msipoandamana sisi tunajua tutawawekea vikwazo, tutakansel eh, simpo kwenye nchi yetu mm. Tutawanyima, tutaondoa uraia wenu wa pande mbili maana mm. kuwa na uraia wa pande mbili nao ni utumwa eh? mm. E, lazima wewe uwe na uraia uh, uraia wa asili yako mm. E, kuwa na uraia wa pande mbili ni utumwa. mm. Sababu wakiamua kuchenje sasa e, wanachenji tu bwana eh ile mkataba tulisema, mtu anaweza tunageuza. <laughs> Unarudi, <O, o>, <laughs> rudi kwenu, unafanyaje? muda wako umeisha eh. sasa mm. kwa hiyo hivi vitu lazima ifike hatua tuvielewe, kwamba eh, hawa watu walikuwa wameshazoea kusema chochote. Yule ajaropoka yule ni general kaka, hawezi kuropoka yule ajaropoka yule amesema, lakini namna ilivyopokelewa ameiona, sasa jinsi ilivyopokea Waafrika mm. wanakwenda wanafanyaje, wanaamka siku by siku, day by day mm. wanaamka wanapaza sauti huyu <tihana> <tihana> hapana, sababu mwisho wa siku wanamfanya kama walivyomfanya Gaddafi, kumuua, kumdhalilisha wakina Saddam Hussein. Saddam Hussein sogaidi, wala Gaddafi sogaidi mm. Elewa vizuri ila alikata ile mirija ile e, kwa maana ya wale. E, misimamo mikali hatuchezewi. mm. mm. na ukishakuwa mwislamu sasa hapo ndo sasa mm. mamantilie sasa <laughs> e, si unasoma Qurani bwana mm. gaidi hilo no. E, ukiongea tu Qurani gaidi. Kwa hiyo ndio maana unaangalia hata nchi nyingi za Kiarabu, N, njia kubwa au mbinu kubwa walioitumia kutaka kuwanyang'anya mali zao mm. ni kuwapa sura ya ugaidi na wakati mwingine hawa watu wanatengeneza, kuna kitu tunaita muue mtoto wake afu tukalie msibani. Eh, hiki kitu wanakitengeneza, wanachukua watu wao waarabu wale, wale wasiokuwa na uaminifu mm, alafu wanawatengenezea kikundi, unaelewa bwana, cha machafuko, unaelewa bwana, cha kiasi, alafu wana produce wale watu, wanaanza kuwapa silaha, wanawaahidi ahadi kubwa na nini, unaelewa vizuri. Sasa kwa sababu ni wahuni, wavuta bange Mm, wange na nini hivi na hivi eh. Bana wanatoka kwenye TV eh. Allahu akbaru takbir, mm. Tuko tayari eh, tuko Pakistani sisi, tunapigana na tena wanata tunapigana na Amerika mm, hivi na hivi tunataka tuwaue. Kwa hiyo Marekani wanasema bana kuna, kuna tishio la ugaidi nchini Pakistani, kwa wanaweka bezi pale wakipambana na hao waliotamka na video zinasambazwa kwenye mitandao mikubwa walionayo mm. tunaita kitengo cha propaganda, unaelewa vizuri mm. zinarushwa kwenye mitandao yao, mativi yao yale. Kwa bwana, kuna kik... mm. kuna kikundi kimetangaza mm. kupambana na Marekani mm. au kupambana na taifa fulani, kumbe ni mipango ile, kumbe ni mipango wao wenyewe. Unaona bwana, ndio hiyo ninayosema eh, na muua mwanao tunakuja kulia wote. Kwa hiyo wakishapanga hivyo sasa mwisho wa siku sasa, ngoma inafanyaje? Inakuja machafuko. Yanafanyaje? Yanaingia katika nchi okay. Machafuko yanaingia katika nchi kwa lengo la kile kikundi kupambana na taifa fulani, watu wanafanyaje? Wanachota mzigo huko okay. Ninyi mnapambana kule, ninyi mnapambana kule, watu wanachota mzigo huku. Wameishi hivyo kwa miaka mingi mm, wameishi hii dunia. Haki ni ndogo, ukitaka sana haki utakufa mapema, nakwambia ukweli kuna mengine ka, kuna mengine onewa kubali, mengine usikubali, mm. ila mengine kubali, lakini ukitaka eti ufate yake asilimia mia moja hey. hatima ya rais wa burkina faso ni ipi kwa mtazamo wako kama mtumishi wa mungu hatima yake haiwezi kufika mbali kwa sababu wasaliti mm. afrika usaliti ni kama vile kama tumerogewa usaliti sasa mm. wewe ukiangalia juzi anavyozungumza pale eh tu tunaahidiwa, ukaishi Ufaransa? Yaani wewe unaisaliti nchi kwa kwenda kuishi Ufaransa, wewe na mtoto wako na mke wako, unaakili? Wewe ni uchawi, tumerogewa, au sio? Bana, asante kwa kuichagua PTV Tanzania.